Muhimu sana ufahamu, uwe umeolewa uwe umeoa uwe ni binti hujaolewa au ni kijana, unapovua nguo zako kulala na mwanaume au mwanamke ambaye sio mke wako au mume wako halali wa ndoa, unayeuza hatima ni kweli utaenjoy, lakini na hatima yako umeiacha hapo. Ni kweli utafurahia, lakini na hatima yako unaiacha hapo. Na kuna watu wengi, zinaa imetuharibia destiny zetu. Unaweza ukajiona ni handsome boy, unaweza ukajiona ni beautiful, lakini unapovua nguo zako kwenye zinaa, uwe na uhakika saa hiyo hatima yako unaiuza, yale malaana na mamikosi ya yule mtu kutoka kwenye familia unayachukua naye anachukua na, ya na mikosi yako. Unashangaa, baada ya kuanguka kwenye hiyo dhambi, mikosi inaanza na ukaufu na ukame, alafu naanza kulaumu melogwa. Aa, ujalogwa, umechukua mikosi ya Juma, umechukua mikosi ya Shabani, yote umebeba. Kuna mtu maisha yako leo yameharibika kwa sababu ya upumbavu. Unakubali kumkosa Mungu kwa sababu ya seks, unaua destini yako, hatima yako, kwa sababu ya ngono. Ninakuombea, kama unajua mahali unakoenda na ujiapize moyo wako kwamba siwezi kufanya ujinga huu nikamkosa Mungu anayenipeleka mahali ambapo pamebeba baraka kubwa kuliko ya leo. Ni bora uonekane mjinga, ni bora uonekane mshamba kwa ajili ya hatima yako, kwa ajili ya future ya familia yako, kwa ajili ya hatima ya watoto wako. Na maandiko yanasema Mungu hadhihakiwi, apandacho mtu ndicho atakachovuna. Leo unafanya hakuna mtu anayekuona, ni mbegu unapanda kwa watoto wako.